Katika hotuba ya kusisimua iliyojaa uzalendo na mapinduzi ya kifikra za Kiafrika, Dr. Arikana, mmoja wa sauti kali barani ya Afrika kupinga unyonyaji wa kimfumo, ametoa kauli nzito akiungana na sauti ya wa wapigania uhuru wa kweli wa bara la Afrika ama bara letu. Dokta Arikana amekuwa ni mstari wa mbele katika kusapoti uongozi wa Ibrahim Traore na ile kanda ya, sah, ya Saheli. ni rais wa kike lakini pia ni rais mteule wa Namibia. Akihutubia kwa hisia kali na msimamo wa kizalendo, dokta Arikana amepongeza juhudi za Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, kwa ujasiri na uthubutu mkubwa wa kupambana na mabepari wanaoitafuna Afrika kwa miaka mingi. A, amesema hivi na nukuu, Traore ana sifa zote za mwanaume wa Kiafrika, amebeba mzigo wa vizazi vilivyodhulumiwa na, na hii leo amesimama kama mlinzi wa heshima ya bara letu, alisema Dr. Arikana. Katika hotuba hiyo, alieleza kuwa Afrika imekuwa ikisubiri kwa muda mrefu kiongozi mwenye ujasiri, dhamira ya ukweli na upendo wa dhati kwa watu wake, na kwamba Ibrahim Traore ameonyesha kwa vitendo kuwa mabepari wanaweza kudhibitiwa endapo pana dhamira ya kweli ya kulinda rasilimali, uhuru na heshima ya Mwafrika. Kauli hii imeamsha hisia kali mitandaoni na kuchochewa na majadiliano kuhusu mustakabali wa Afrika huru bila makucha ya ukoloni mamboleo. Una maoni gani? Dondosha kwenye comment section, tutapita na hayo maoni. Lakini pia kama utakuwa unataka ndugu jamaa na marafiki waweze kuiona video hii, unaweza ukashare kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini pia kama utakuwa umependa content za aina hii, unaweza ukalike ukajua kama utakuwa unapenda, ukatufanya uka tukawa na nguvu ya kucreate content kama hizi, unaweza kumsikiliza Dr. Arikana speech yake hii hapa, naicheza the world now. As a